Raila Odinga umepokelewa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta asubuhi ya leo na Wakenya na wafuasi kwa kishindo, majonzi yakitawala anga kutoka kwa wafuasi na hata viongozi. Ingawa Rais William Ruto alifika katika uwanja huo kuulaki mwili wa Odinga, umati ulizidi maafisa wa usalama nguvu na kulazimika kusalia ndani ya majengo ya uwanja. Viongozi kadhaa akiwemo mtoto wake Winnie Odinga na Mkuu wa Mawaziri Musalia Mudavadi waliendea mwili wa Odinga nchini India.

It is rao zero zero one. Mwili wa kinara wa ODM Raila Odinga umelakiwa katika uwanja wa ndege kwa kishindo na maelfu ya wafuasi na pia viongozi mbalimbali akiwemo Rais William Ruto na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ila hawakupata nafasi murwa kutokana na watu kufurika na kuharibu mikakati hitajika iliyokuwemo <mulia> Majonzi, simanzi na huzuni ilitanda katika uwanja huo, mama Aida Odinga, wanawe Odinga, viongozi na wafuasi wakikosa kujizuia kutokana na ukaribu wao na pia uongozi waliopata kutoka kwa kinara huyo wa ODM. <coughs> Winnie Odinga aliwasilisha rasmi kofia ya Raila Odinga aliyosafiri nayo nchini India kwa Mama Aida Odinga baada ya kutua katika uwanja wa ndege baada ya hapo, msafara ukaanza rasmi na kubebwa na maaskari wa KDF kuelekea Ugani Kasarani, ila awali zoezi la kuona mwili wake lilipangwa katika maeneo ya bunge la kitaifa. Maelfu ya watu waliandamana moja kwa moja na msafara uliobeba jeneza la kinara wa ODM Raila Odinga kuelekea ugani Kasarani, viongozi wakilazimika kuomba wafuasi wake kuruhusu msafara huo kupata nafasi ifaayo kutokana na wingi, wengi wao wakiuzuia, mtakubaliwa ukubali watoto